Nawakaribisha watu, nawakaribisha msanii wote wasanii, masta, maunderground, nitawasapoti kwa sababu sapoti sio mpaka tu collaboration, lakini hata wale wa chini naweza kuwashauri wafanye nini, naweza nikiwa ni labda nimeona mtu ana idea nzuri, nikamwongezea pia, bwana, hapo anafanya hivi na hivi, kwa sababu mimi kila siku nakuaga hapa, ni kama ofisi yangu, umeona pale tunamaliza kufunga, tunamaliza kufunga pale, tunamaliza kuweka vifaa vya vya ofisi yani kama reception office friend pale. Kwa hiyo tumepata nafasi kubwa on, kila siku nashinda hapa, nawakaribisha watu waje Kingdom Music. Pia maproducer, sitafanya kazi na producer mmoja, tafanya kazi na producer ambao, producer wote ambao una uwezo anaruhusiwa kuja njoo Kiyo, na idea nzuri tutaichukua, mtu yote mwenye uwezo. Yani sitafanya kazi na poua moja, na nikiwa na idea naweza nikamuita mtu nikasema kama idea yangu nataka nifanye, na labda nifanye na abidadi na, nitamuita bidadi abidadi, hiyo kazi nataka wewe ndio ifanye, nikiwa nataka, nataka nifanye na manuota nikitaka kufanya na msa na producer yoyote nitamwambia bwana, hii nataka nifanya na, real na muita. Lakini pia nahitaji watu waje kwangu, maproducer ambao wana idea. Ukija na idea yako, mimi mtakatlewana kama nahitaji, nitaichukua. Producer, piga beat yako pale, nikiipenda nitaichukua. Sita, sita fanya kazi na producer mmoja ili niwe tofauti kabisa. Kwanza, lengo la kutengeneza studio ilikuwa lengo wa kwanza, lengo la kwanza ni kusumi mwenyewe binafsi nilikuwa na plan ili niwe free kufanya kazi zangu, kwamba hata nikisema saa sita au usiku nimepata idea, naenda kufungua mlango naingiza. Sio mpaka unaweza kutafuta producer anakupa appointment wiki, labda hiyo wiki uko free, na watu wengi labda ana nafasi, mpaka feeling inaondoka ya. Nikipata idea hata saa nane za usiku, nafungua studio naweka. Ni kwa ajili ya kazi zangu kwanza binafsi, ili nijaze kazi zangu binafsi. Cha pili, nakuja pia utasaidia vipaji kadhaa alafu business pia inaruhusiwa kwa wanaotaka kuja kurekodi hapa, nita nitaangalia wanaruhusiwa mimi anafaa, kwa sababu pia collab, sio kwamba mimi sipendi sana kufanafana collab, ni kwa sababu lazima nilinde. Collab tunafanya yeah, okay. Tukiangalia ni uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika kwenye hii studio mpaka kukamilika na ni maandalizi yalikuwa ni muda mrefu sana. Labda uwekezaji kwa, kwa ukiuzungumzia tu labda kama utatetea amount of figure, lakini ni uwekezaji kiasi gani ambao umefanyika hapa? Kila kitu vinanda manini manini Mixa iko kule, ndio tutafunga. Kuna mixa kubwa sana ambayo tutafunga hapa mixa. Hii meza hii imekaa hapa, hii ni meza ya mixa. Kuna mixa kubwa sana ambayo tutaweka mixa. Tumenua bei sana, lakini sipendi sana kuzungumzia kama tumetumia shilingi ngapi, okay. Hapa hiyo nyumba tunakodi, tumelipa kufanya decoration, kukata hivi, kila kitu tumetumia hela, lakini tumetumia hela tu kwa kifupi, lakini sizani kama ni sahihi kuanza kuhesabu kama tumetoa chini ngapi. Okay. Hmm. Studio pia ni biashara kama so hmm. say. Pia umeanzisha kwa sababu ya biashara, ingawa umezungumza vitu vingi sana kusaidia nini. Kwa upande wa biashara utaratibu utakuwaje ndani ya, ya ya Kingdom Music? Kwa yeah, upande wa biashara pia naruhusiwa. Utakija na, tutafu, na matanga, matangazo. Utafanya matangazo. Utahitaji, akihitaji mimi nifanye ni matangazo kwa sauti yangu nitafanya. Tayari tuna tuna maombi za kufanya tangazo za kampuni kadhaa tayari, oda imeshaingia. Pia wasanii wanaruhusiwa kuja kulipa na kurekodi hapa msa. Okay. mtu yote, mtu yote hiwe, watu mtu anataka kufanya chochote kama kurekodi, anaruhusiwa kuja kurekodi. Okay. kuna maprodusa wako hapa, kuna maprodusa ambao sasahivi niko nao, kwanza tumeanza nao ni kuna kona, kuna Babu Bomba yuko pale, yani mtu wowote, mpiga mziki wa bendi, mpiga mziki wa bongo flavor, rnb, yani hapa ya tuko. Ndio maana nitakuwa na maprodusa tofauti tofauti, kwa na produsa moja na kila mtu, yani nitakuwa mtu mwenye uwezo, nitafanya kazi kwa hiyo okay. Nitakuwa na maprodusa hata kama sita, ambao watakuwa wanakuja hapa, ni kila mtu nikiona idea labda ya Joe Makini, itabidi huyu ndo apige idea labda ya nani huyu ndo apige, idea labda ya msanii fulani nakwambia huyu ndo apige. Tutatengeneza mfumo gani wa kufanya kazi huko ndani. Sitakuwa na producer mmoja huko ndani, nitakuwa na watu wengi wa kufanya nao kazi. Ndo style ambayo tutakuwa ndani ya Kingdom Music. Gharama okay. labda kwa mtu kama nataka kuja kufanya production, labda kama ni ngoma kama akikuta labda producer ni wa hapa hizo taratibu zinakuwaje? Kwa uh, sababu ni studio ambayo pia itakujaendesha kibiashara, kwa kuna maproducer hapa hapa, na mtu ana ngoma yake asema anaje kurekodi hapa, kuna wasanii la underground anaje kurekodi hapa. Eh, mimi ningeona tukisema bei watu wengine wataogopa, lakini tutaangalia tu mtu huu, uh, nani, tumchaji shilingi ngapi, tumchaji shilingi ngapi, kama ana uwezo gani, tumchaji shilingi ngapi. Ni maelewano tu, makubaliano, mtu akija kwa studio tutaelewana tu okay, yeah. Tutegemee nini sasa, baada ya hivyo vyote vilizungumza, az ulisema kuna lebo inakuja ukishakuwa na studio, kuna studi Bella atakuwa na muda zaidi wa kukesha studio, yeah, yeah. kuna vitu vikubwa zaidi vinakuja, tutegemee nini kati ya vitu vio viwili tunavyozungumza? Tutegeme sasa, tutegemee kwamba na sasa nao rahisi akuja na album kusema kwamba mimi mwenyewe, kwa hiyo mwenye tutegemee mimi kuja na album, nikiwa na album ambayo nitakuwa labda na wasanii wengine wa nje pia, hata nje ya Tanzania tu hata kwenye hiyo wale, wale, eh? yeah. yeah. yeah. yeah, wategemee pia nitakuwa na urahisi sana ya kuja na album ambayo nitakuwa na nyimbo nyingi. Kuna album za bendi, kuna mm, kazi za wasanii wengine wanakuja hapa wanahitaji support, tutafanya wasanii wengine wa umo umo ndani. Kina Ruki tayari ana ngoma naye hapa, Ruki baby ana ngoma yake hapa tayari, ambao nimemfanyia chorus eh, kwa hiyo kuwa na mimi kumiliki tayari studio najua kwamba kuna vitu vingi vizuri vinakuja. Okay. Kutoka na mimi mwenyewe, mimi kama mimi binafsi, kazi zangu za muziki. Na uhakika kwamba itanisogeza kidogo, nitakuwa uhuru kwa ngoma nyingi. Okay. Nitakuwa napiga sasa, nataka niimbe na msanii fulani hivi. Kuna ingia studio, naanza kutafuta beat. Yaani, nakaa na kwa free, naanza nataka niimbe na mtu fulani. Nakaa nahangaikia beat kwanza, niko kwa sababu nakaa na watu wangu hapa tunahangaikia beat sio nenda ku studio ya mtu nakaa, kuna unaona, huwezi uh, kuwa no, no, free. Lakini mimi nikitaka biti mimi na mtu fulani, nitakuwa nakuja hapa, niko free na watu wangu, tunahangaika kutafuta biti nzuri mpaka tunapata kitu ambayo inapendeza. Nitakuwa ta nikitaka kolabu na mtu nakuwa na fil, yani furaha.